Mheshimiwa Mkuu wa wilaya, tumeandaa mkutano kwa kushikiana na wananchi kuonyesha tabasamu kubwa sana kwamba bado tunampenda mama yetu Mheshimiwa Rais. Tunachukua nafasi hii kumshukuru sana. Nyarututu, Nyarututu walikuwa na barabara, sasa hivi barabara ya changarawe ifanye au unadanganya? Sasa hivi Nyarututu ni mtu mdogo, wa kwenda kuruza ya mkuu wa wilaya inakuja, kuruza ya mkurugenzi inakuja, tumebakiza kuruza ya mheshimiwa Rais atakanyaga Nyarututu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mimi leo sina maneno mengi, ni maneno ya kukupongeza. Mwenyekiti wetu wa halmashauri, jembe letu Daniel, naomba tumpigie. Mheshimiwa mwa Daniel wetu, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, kwa kweli mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tunampenda sana, maana anasimamia, anatusimamia wote tunatekeleza ilani ya chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa, wananchi, tunaomba, leo nimemwita mkuu wa wilaya, nimejua, najua kuna changamoto mbalimbali. Kama utakuwa nayo iseme, amekuja kuzungumza na nyinyi. Kama mimi diwani na changamoto, mtanisema, kama mwingine mtamsema. Lakini mheshimiwa, mimi nimezingatia kama yafuatayo. Nimekuta kuna migogoro mbalimbali kwenye kijiji hiki ya ardhi, lakini mheshimiwa mimi kama diwani nimeingilia kwenye vijiji hivi tena, kijiji hiki kesi ilikuwa na miaka 20 ya ardhi, lakini diwani nilivyoingia, nikashirikiana na viongozi ile kesi tuliimaliza miaka ishirini. Kile kijiji au kile ile familia kwa sasa inashirikiana. Mimi sio diwani aliyekuwa anaona polisi anakimbia, mimi ni diwani anayeona polisi tukazungumza. Lakini mheshimiwa, kipekee kitu kingine bodaboda boda walionekana kama watumwa, lakini kwa sasa bodaboda boda ni wafanyabiashara. Nimewaunganisha kati ya jeshi la polisi na bodaboda, sasa hivi wanakula sahani moja wakimbiani. Yani polisi na bodaboda wakimbiani sasa hivi wanashirikiana, na kelele hiyo kata yetu ya Nkwenda haipo. Kwa hiyo mheshimiwa, nikushukuru kupitia katika jeshi la polisi la usalama barabarani, wanatupa ushirikiano mkubwa sana. Mheshimiwa, nifike mwisho, nimshukuru mtendaji wangu wa kata tunashirikiana vizuri, analishauri mambo yanaenda. Kata yetu ya Nkwenda kati kata ishirini na nne kata yetu ni ya mfano. Hatuna migogoro, hatuna changamoto. Changamoto iko upande mmoja, na salamu zangu nadhani unazijua, walishakwambia mheshimiwa. Nimalizie niseme nakupenda sana, nampenda mama Samia.